Nacho chama cha Wiper Patriotic Front kimemuidhinisha rasmi kinara wa chama hicho Kalonzo Musyoka kuwania kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2027. Katika kongamano la wajumbe wa chama hicho lilofanyika hapa jijini Nairobi, Kalonzo Musyoka amesema kuwa yuko tayari kuwarai vinara wengine wa upinzani kumuunga mkono katika mchakato wa kumuondoa Rais William Ruto mamlakani. Stephen Leto sasa naarifu. Wafuasi wa chama cha Wiper Patriotic Front walimiminika katika uwanja wa Uhuru Park kwa mkutano wa kumwidhinisha kinara wao Steven Kalonzo Musyoka kuwania urais mwaka wa 2027, kwa, kwa nyimbo, densi na miondoko ya aina yake. Chama hicho kilimkabidhi Kalonzo tiketi rasmi ya kuwania urais. Na baada tu ya kukabidhiwa tiketi hicho, Kalonzo alitoa kucha zake nje na kumvamia Rais William Ruto na serikali ya Kenya kwanza. Baadhi ya viongozi wa upinzani waliohudhuria wakiunga mkono azma, uh, yake. Katika bustani ya Uhuru, nyuzi joto za kisiasa zilipanda. <todos> kinara wa DCP Rigathi Gachagua akiashiria kuwa Kalonzo ndiye atabaini mshindi wa kinyang'anyiro cha urais. Mimi nimepima siasa ya Kenya pahali Kalonzo Musyoka atakuwa, ndio ushindi utakuwa. Hii ukora ya Ruto si lazima jameni, wa Kenya lazima tuiweke kwa kikomo

Safari ya ikulu ya kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka imeng'oa nanga rasmi hapa katika bustani ya Uhuru. Sasa kilichosalia ni Kalonzo Musyoka kuwaweka pamoja viongozi wote wa upinzani na kutafuta uungwaji mkono wao ili kuhakikisha kwamba yeye ndiye anabeba tochi ya upinzani katika kinyang'anyiro cha mwaka wa 2027. Stephen Letoo, runinga ya Citizen katika bustani ya Uhuru, Kaunti ya Nairobi. Familia ya Nikon